Kesi ya mwenyekiti wetu e, wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha siasa katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania imeendelea leo, ambapo shahidi wa wanne wa, uh, upande wa mashtaka ameweza kutoa ushahidi wake, na alikuwa ni shahidi ambaye anasema kwamba anatoka ni, ni, ni machinga anatoka kule e, Ubungo, Ubungo wa Kibangu, na kwamba aliona ile video akiwa hapa hapa, hapo, posta, hapa ya zamani, aliweza kuona ile video ya, ya ambayo ilikuwa ina ina ujumbe wa mwenyekiti, ndio mwenyekitia akisema kwamba watakinukisha wata. Sasa hiyo ilimfanya yeye apate jaka moyo na kuanza ku e, kuchukua ku, u nyumbani, nakutana na watu kijiweni pale ubungu kibangu maskani, watu wanaipitia ile video, na baada ya hapo akatoka akampigia e, askari ambaye ni ndugu yake huko, anasema huku, kule kituo cha Tabata Rerini Eh, uh, na ndugu yake akamhakikishia kwamba jeshi la polisi li linachukua hatua stahiki, lakini mnamo tarehe tisa ya mwezi wa nne akaitwa. Kumbuka, tarehe tisa mwezi wa nne ni tarehe ya msingi sana, ndio siku ambayo mwenyekiti alishikwa akiwa kule Tunduma. Lakini kumbe wakati huo huyu huyu machinga yeye alikuwa amefanikiwa kwenda kukitoma kutoma pale hapo hapo eh, Pen Central Police akatoa statement yake, akaiandika na ndofahamu ambayo alitokea. Sasa leo mwenyekiti ameweza kumpitisha yule shahidi katika ushahidi wake ambao maelezo yake ambayo aliandika kule polisi na kuweza kuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo huyu ushahidi huyu asiaminiki, alichokisema katika alichokiandika katika ushahidi wake maelezo yake kule polisi inatofautiana kwa sehemu kubwa sana uina, au kuna, kina, kina, kina kosa maelezo mengine ambayo leo kama anataka kuyapachikia na kuyaongeza. Na mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba huyu mtu hata kitambulisho cha NIDA hana, Simu alituambia anasema, na simu ameshapoteza tokea mwezi wa kumi, yule mtaalamu wa kusafu Facebook na WhatsApp na nini, tokea mwezi wa kumi mwaka jana mpaka leo hana WhatsApp na, sorry hana, hana hiyo simu. Na baadaye ni kwamba huyo mtu aka akatoka hapo, akasema na ndugu yake atabata terini polisi akuweza hata kumuonyesha huyo mtu ili swali moja, je, utambulisho wako nida kama unao? Je, majaji wa kabidhi hapana, una leseni ya ya ufanya biashara hana. E, watu unajua, unanunua unanua, nasema nunua hata hizo bidhaa zako pale Ilala boma sokoni uziko wapi, aweze hata kuonyesha. Basi ilikuwa ni ilikuwa namna moja, ilikuwa kwa kwa Kiingereza wanasema it was painful to watch, yani kwamba huwa inaumiza sana hata kuangalia magicia, asira, site, unaposikina, unaposikina, kwa sababu mwingine unapata unapata hasira zaidi unaposikia unasikia, na kwa wakati mwingine unapata shida, unaweza kupata vidonda vya tumbo kutokana na ushahidi wa namna ile, kwamba unaweza kuona vini watu wenye akili timamu wanaweza kuwa na na na ushahidi wa hata yaani hata mwenyekiti alimuuliza wewe una akili sawa sawa, eh akili timamu iko iko, ni hivyo serikali zao kupinga, lakini masuala yaliendelea. Mwisho wa siku ni kwamba ushahidi ule, ushahidi amemaliza hata eh, serikali hakuwa na kuweza hata kumpinga katika yale ambayo mwenyekiti aliweza kuonyesha eh, utofauti wa maelezo yaliyoandikwa polisi na ambayo yametolewa hapa. Baada baada ya hapo ilikuwa na kesi yake iweze kuendelea eh, kwa shahidi mwingine ambaye alikuwa anaitwa P6, lakini ushahidi hakuweza alikuwa alikuja, lakini sasa kesi ilipotaka kuanza ile saa 8 lakini tunaanza mahakamani saa 8 na nusu, mwenyekiti Tundu Lissu aliweza kuyarifu mahakama kwamba alikuwa uh, ajala chakula cha cha, cha, cha, mchana. Sasa hii ambayo hiyo hoja iliwafanya majaji waweze ku unani ku kujisikia kwamba iwezekani, wakatoa ahirisho la nusu saa dakika 15 kwamba mwenyekiti Tundu Lissu pale chakula, lakini mwisho wa siku imeshindikana, watu wa magereza wakiwa wameweka mguu chini kwamba chakula lazima kitoke kwao na taratibu zao kwamba chakula wao na usalama nacho lakini hoja msi ya msingi ambayo mwenyekiti ameweza kuibua kutokana na jisi alivyosema ni kwamba wafungwa wanapokuja mahakamani, tukizingatia ibara ya kumi na tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya kumi na mbili kwa sababu kila mtu ana, anastahili utu wake uweze kuheshimika, inatakiwa chakula, mtu aweze kula chakula cha mchana. Sasa unapokuwa na wafungwa na mahabusu ambao wanakuja mahakamani wapate chakula cha mchana, huo ni matendo ya kudharirisha na kukiuka utu wao hii ndio kesi ambayo imeweza kuibuliwa kingine cha msingi ambacho sisi kasahau kile kizimba leo ambacho kime, kime shahidi anatolea ushahidi yeah, eh kimeonyesha kwamba kuna tatizo kubwa sana katika mahakama zetu kwamba kwa, kwa sehemu kubwa vizimba vimejizu hivi ambavyo vimetengenezwa kule mahakamani katika vyumba mbalimbali vya mahakama ambavyo vipo iwe kesutu hiyo wapi wa ni kwamba majaji au mahakimu hawaoni wanani wale wale wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mashahidi sasa ni unategemea kupitia kesi kwamba hiyo hiyo kasoro itarekebishwa katika mahakama zote katika ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sio kwamba hii marekebisho haya yafanyike kwa kesi ya mwenyekiti Lissu tu, bali kupitia kesi hii yaweze kufanyika katika mahakama zote. Unategemea jaji mkuu anasikia, jaji kiongozi anasikia, majaji wote wa fawidhi katika kanda zote za za mahakama kuu katika nchi yetu na katika mikoa yote ya mahakama kuu, wanachukua hizo hatua. Ni swala la msingi, alihitaji hata hata hata kujadiliana. Ni swala ambalo kutekelezwa, na vile vile napenda kwamba kwa sababu na mimi ni wakili, chama chetu cha mawakili cha Tanganyika TLS, lazima tulisimamie kwa kwa imara zaidi kwamba hiyo kasoro iweze kurekebishwa. Basi kesi hii imeahirishwa hadi kesho saa tatu saa tatu asubuhi, lakini mwisho wa siku ni kwamba mwenyekiti hakupata chakula.